Kama ilivyo kwamba Kipalapala Amkozi ni taasisi, hakikisheni taasisi yenyewe kwanza Kipalapala inaendeshwa kwa mujibu wa nini, fateni taratibu zote. Kama kuna mikataba hakikisheni mikataba inafata utaratibu, hilo la kwanza. Lakini kama Kipalapala anafata utaratibu, maana yake na wewe mwanachama ambaye ni mwanachama wa chama cha ushirika lazima ufate utaratibu katika kushughulika na nini na Kipalapala. Si manielewa, eh? Na tunaposhughulika na wadau wengine na wito wangu mimi kwa wadau wote kwenye zinapokuwa zimewekwa standard vigezo kwamba tunataka standard moja, mbili, tatu, nne, tano, tusi, tusiwi na compromise, yaani tusianze kujadiliana kuhusiana na ku, na ku- kukiuka vigezo au kuweka nini vigezo siu, manaelewa wajumbe na wadau na hasa bodi ya tumbaku. Kama kuna mtu ameweka gulai sherehe, nasemaje tusicompromise, ya tusicompromise kabisa standards. Tukifanya hivyo, tutakuwa tuta, tunahakikisha tuta shughuli yetu ya kilimo cha nini cha tumbaku iko sustainable, tutaiacha tutaiachana kwa watoto wetu. Sio, mnaelewa? Wazee afisa ushirika, furaha yetu ni kuiona Kipalapala inakuwa, yaani ikiwezekana mchukue noti kwamba mtaji wetu au mali zetu mwaka huu ni kiasi gani, si ndivyo? mwaka unaofuata ni kiasi nadhani miongozo ina, ina, ina, inasema asilimia ishirini ya mapato lazima mwiweke kwenye miradi ya nini, ya maendeleo, sio manielewa. Eh? kwa hiyo e, tunatamani kuiona kipalapala inakuwa kipalapala, tuione ina inatatua changamoto za usafirishaji wa kuni nateta hamna hata gari lakini mna changamoto ya kusafirisha nini, kuni, si ndivyo? mna mm-hmm. changamoto ya kusafirisha kuni, kuni. Mitumba. Na mitumba, si ndivyo? Kwa hiyo katika vikao kama hivi ndivyo mna, mnaamua sasa. Kwa hiyo mtatatua changamoto kwa, kupitia nani? Watu wengine, si ndivyo? Yaani kuna mtu ana pesa nyingi, ana nguvu nyingi ya kiuchumi kijiji hiki au